Unavyoona, safari yetu tangu tumeanza ilikuwa ni jana kutoka Arusha tumesafiri kwa mwendo mrefu. Tunashukuru kwamba dreva wetu alikuwa fresh na tumefika salama, lakini yote ilikuwa ni safari kwa ajili ya kuelekea katika jimbo la Busanga, Mheshimiwa Alfonce Msichemu Mawazo. Yote ni kwenda mashambulizi kwa ajili ya kuweza kukomboa jimbo hilo. Naamini kabisa kwamba kamanda Mawazo ni kamanda ambaye anaweza ni mwanachadema ambaye ameiva, mwanasiasa ambaye ni mzuri, na sisi kuamsha kutoka huko kwa ajili ya kwenda kumpa sapoti. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri zaidi. Umeweza kufikia katika hii hoteli ya Passion. Hivi ni mida ambayo tunataka tuende tukaianze safari kuelekea Geita, kwa tunaamini kwamba tukishafika Busanda ni kwenda kushambulia, hatuendi kulemba kule. Kwa hiyo makamanda wote nyekae ni mkao wa kula. Naamini kwamba jimbo hilo mapema litatangazwa mapema sana, maana kamanda mawazo wengi mmemjua. Sina mengi ya kuongea zaidi, bali naomba nikomee hapo.